Apa Nyabushongo, tunaitaji amani kwa sekirite, amani jo tunaitaji, kwa maana batu babanzi banakuwa mingi sana, tunakosa kama ni batu gani. Hiviko nakuya banatuiba, banauwa batu, banafa bitu yote aiwezekani. Bo batulete tu amani, twamani hapa mwinchi yetu na mumumungini. No, nono hatuoni hata problemi jeshi ya M23 kututembelea, kwa sababu bametuambia eh, ma objektif yabo. Na objektif yao ya kwanza, wanatuambia banapenda amani iwe ndani ya mji wa Goma kwa sababu eh, miaka inakuwa mingi sana, Goma watu wanateseka, wanauawa kama vile nyama na hatujui ile yote inasababishwa. Lakini, eh, gisi wanatuambia, bajene ba na nini lakini wanatuambia ba ba integre eh, wa la police na ba integre armée, ni amana sana kwa wale wajene wenye wako na nguvu ya kuintegre armée na la police

na alikuwa fimbo ya kawaida hii fimbo, tunajua kwa ma vimba, vimba ni kwa fimbo ile maitaka matrack mwili zina vimba vimba vimba kabisa. Hiyo ni kweli kwa sababu tuliona ma video. Sasa mavideo, basi hakuna oh, ya kusema, utasema nini? <laughs> <laughs> ba bon, chef de quartier, bali tu invité bali pita na mamegafone, bakatwinvite tu wakatwambia tu tukuye hapa kwenye konyemanoshiaka mambuzi angali egizi tutaongea na M23 mbele ya silaha, inaomba tu kuogopa aske silaha ni, ni kukosa raha, walazimishi mutu mi niko na soma sisome, juni inge muarme niko na soma se niko na vision yangu nini. Watu wa Nyabushongo, sasa vijana mnahitaji nini? Bon, tunahitaji amani vike bamingi balikuwa mu nzenzila lolo balitoka bako na maarme alolo bya vile atuko nasinzia, ndio pare bam23 baliangalia inafaa bafanye lekritmana huku kusudi bandugu yetu ya huku ndio benye batusaidie kutusekirizi tafauti. Oh, etuko nayo juu kila kisiku. Sona rudia gisi unajisikia, kona simama ko na probleme ili yakukimbiziwa abiko tenao ingine a, -a ya kutembea usikuseba motari Mungu anasisaidie. Na, na unaonaje hao vijana ambao wanajiunga na MTV kupenda kwao mbo bali wanajiunga, Mungu awasaidie o mutu ayake kwatapatia maisha. Kila maisha mutu anatafutaka katapata na kumta. Sisi tunahitaji tu amani, tujisikie, tujiskie tuko bien, kutana na soda, bonjour bonjour, nipite me bila kuona niogope, nikimbie. e, e, sasa itawa tu matension maro mtogari kapita kaa, watu wanasimama hivi watatu, ifou ile wakimbie sasa. Ese inako maisha yanayo mzuri na walikia tuletea amani, na to kwanza tunafikia leo pahali to ishuke likoka sa itafika mu3s imekuja hapa. Nashukuru sana kwa kikao kya leo, kwa sababu tumealikwa kusikiliza mambo makubwa wa watasema, na ile mambo nimefurahia sana kwa kuwa vijana wa moja wamekwenda katika kazi ya jeshi, na nimeshukuru kenye kinaacha. Nashukuru ako zaidi sana. Ni kimoja, kuna utofauti wa ajabu tena, utofauti ukubwa sana. Kwa sababu gani? Kama, wa, kama wezi wiko kwa leo, wote wanafariki wakati wameiba, na tunaishukuru wako Mungu sana kwa sababu wanatusaidia sana Munzenze ilikuwa nawekewa watu wengi na wale watu wengi walikuwa nawekewa walikuwa uwizi na wako wanapunguka kwa leo. Tunashukuru kwanza kwa ile hali usalama. Kwanza mimi naweza ishuhudia iko kama wale uwezi wiko kwa sasa ni wenye walikuwa na ni wakongomani na tutaendelea kuwatafuta mpaka. Asante sana bwana mpasha habari e, kama tunaendelea na kuzunguka ndani makata mbalimbali mbali ni kwani unauliza kwamba kwa nini tunaendelesha na kitu doa iko pale. Hii mpango tulianza mbele eh, doa ikue na tunahakikisha kuwa tunaendelesha na pia, ilikuwa si demande ya population. Population wenyewe ndio wanataka, wanasema wamechoka na regime ya zamani, wanataka kusema wao oh, wenyewe wagomboe nchi yao, na ndio maana mumetuona leo tumefika, sasa ndani ya hii kata ya Nyabushongo ambao population imetupokea kwa shangwe, na ingine tumeita vijana waorozeshwe ndani ya arme revolutionnaire, na hatukukaza mtu yoyote, ilikuwa ni utashi ya population, ni utashi ya wazazi, ambao wazazi wao wenyewe kuna wale ambao wanatuita hata kwenye masimu wanatuambia, nataka mtoto yangu naye aandike kwa hii histoire naye akuwe kati ya hii jeshi ambayo itakuwa kugomboa hii Kongo ili kesho Kongo tuhakikishe kuwa kweli uongozi mubaya ambao tumepiganisha tumeiondoa na tumeanza eh, tayari uongozi mpya. Wananchi watarajie nini kwa AFC M23? Wananchi ambao watatarajia, yani ni kuwaomba tu. Dabora, AFC M23 inawaomba watupatie habari ili tuwapatie usalama, kwa kuwa hatuwezi kufanya chochote bila usalama. Na ndio maana tunaomba watuelezee mahali ambapo kunakuwa adui, ili tuharakishe, tuhakikishe kuwa tumetuma majeshi wetu pale ili tuweze kuwapatia usalama, kwa kuwa hii jeshi ya armee revolutionnaire non seulement iko na discipline mais aussi iko na souci ya population, iko na souci ya kusema ilete wa amani ambayo ni amani ya kudumu. Tutawaomba waendelee na kufaire confiance kwa hii jeshi ya armee revolutionnaire na wajue kama ni watoto yao waendelee na kuwapatia ile ambao wanawaomba kama information, na ili kesho vitu vikuwe vizuri sana. Lakini swala la mwisho, wananchi, umesikia wanalalamika hawa vijana, wakati tulikuwa hapa mbele, wanaogopa wanazani mtawabeba kwa nguvu, wanasema vile mnawapiga fimbo. Ndugu Mpendo, nawaza hiyo swali. Kiongozi wa jeshi ambao tuko naye, Colonel Alfred, aliweza kujibu alisema kwamba sisi jeshi yetu hairuhusiwe kupiga watu fimbo na kama hiyo kitu inaweza kuwa kwa wale ambao waliderape, ni tayari uongozi inakuwa inahakikisha kuwa inaweza kuinterpelea wale ambao wanaweza kuvifanya, kwa kuwa sisi tuko pale kwa ajili ya kusema tusaidie na tuongoze raia yetu, kwa kuwa hakuna uongozi bila raia, na ndiyo maana tutaendelea kuwaomba. Tunajua kichasa iliweka ndani watu vitu vibaya kwa ajili ya hii muvema revolutionnaire ikaonesha kama hii movement movement ya wateroriste ikaonyesha kama movement ya wapante na, lakini cha ja kushangaza saa hii tuko naongea nao sasa. Tunajiuliza wanaongea na wapante namna gani? Wanaongea na wateroriste namna gani? Hawaone kama ni kudanganya tu population bure? Tunawaomba wasiendelea kudanganya population. Populasion wenyewe wanaona ukweli kwenye hiko. Tuko na besoin ya bonne gouvernance na tuko na besoin tuone hakika ya kuwa nchi yetu kesho inatufalia kupitia hii armée révolutionnaire ambayo ilichukua silaha kupitia article yetu ya mu constitution ni kusema hii revolution iko constitutionnel. Asante sana. Maisha ni magumu, wananchi. Umesikia wanalalamika, watu wanashindwa kupata chakula, na dola utafanya nini? Yenyewe maisha kweli ni vigumu, kwa kuwa unajua, kwa sasa tunatumika chini juu ili population yetu iweze kuretrouver kwanza amani, kwa kuwa ukikula hauwezi hata kwenda tafuta chakula kama huko mwa insekurite na leo tumehakikisha kuwa hata kama kungali kwanza mabitu kidogo kidogo, inabidi tuweze kumetrize ndani ya mgini, lakini tunahakika ya kuwa kesho kesho yake Goma yenye mlionaka zamani ya insecurity, hamutaiona tena ndani ya insecurity. Kwa ajili ya hiyo chakula bila bitu, nayo vitafuata, kwa kuwa tuko tunapiganisha tuangalie namna gani uchumi inaweza kuwa stable, ili population iretrouve kabisa amani na iretrouve, kila mtu atumike kazi yake kama vile inatakiwa.